Sawa basi niko na shida ndugu yangu. Shida gani? Kwani shida mimi ni wa kwenu? Sio, nyumba yangu iliibwa kila kitu. Nataka kuambia watu wa ushagoni iliibwa kila kitu. Sasa nyumba yako kama iliibwa kila kitu mimi nakusaidia aje? Sasa sina kitu yani sina kitu kitu yote yote kabisa. Una kitu yote ndio kusema nini? Nisaidie tu. Usaidizi wangu ni nini? Kwani kama usiniite jamaa wewe. Ndugu jamaa wewe. Bora basi. Nisaidie tu ndugu yangu. Nikusaidie nini? Ufala, U, nyumba, na siku ingine usiai kuja na hivyo. Hivo mse ukichomekewa nyumba, naita nani, jamaa bana? Sometimes nakuelewa tu juu ghetto lazima uchomekewe na usikii sina credit, <laughs> lakini acha niokoe kwa isi mwingine, upigia aa wazazi wako waeleze nakookoya Upige simu na dakika tiki. Less than one minute. Eha, Hata naesa kufa kwa sababu naangalia naona kuna tuko na mahali pa hatari. How are you? Fine. Are you okay? I'm okay. Have you eat? I'm eat. Piga simu. Less than one minute, ulete hiyo simu hapa. Tumalize hata dakika. Ndugu yangu namba, unachukua dakika ngapi? Ah bro, tulia, naipata naipata. Ah, tani mpata. Hey, ba, da bana, dakika moja iko kisha bana, niko salama ni mshit. Bwana bwana ile arada sabi bwana, mi niko bwana ile bashule iliisha, sijawahi kuona eh eh, mi niko sawa. Ulienda bwana kala kadem bwana, simu ni nimeomba bwana mwingine hapa, mwenye amekaa tu aendi aendi kazi

Okay, wasijua kuangalia. Mbona msaidia tu? Fikiria anakwambia uko na shida, sikia vitu unaweza kufanya. Mihadarati imeharibu vijana.